Mtazamaji wa Mnyasa Media nimekutana na mzee wa minyosho, shabiki wa Young Africans. Zimesalia siku chache tu kwenda kushuhudia fainali ya kihistoria Simba dhidi ya RS Berkane ndani ya Amani Complex. Nini kitatokea? Na nini e, eh, shabiki huyu wa Young Africans anakizungumza kuelekea fainali hiyo? Eh bwana, habari za mdau. Habari ni njema kabisa ndugu mwandishi. Eh. Nashukuru Mungu niko poa kabisa. Uko vizuri kabisa. Sana. Eh bwana, mechi ya fainali Simba unazungumzaje? Ah, kwanza ni mechi ya kihistoria mm. katika kumbukumbu kumbu zangu sina uhakika kama fainali ilishawahi kufanyikia hapa eh. kwa michuano ya kafu katika kumbukumbu kumbu zangu labda mm. kama nitakuwa niko tofauti mm. basi watanirekebisha ni watu lakini mi, kwa mimi na ufahamu wangu sijawahi kushuhudia fainali imefanyikia hapa Tanzania. mm. Nishona ndo kwa mara ya kwanza mechi inakuja kufanyikia hapa fainali. ya, ya Yanga vile so, vipi ya Yanga? Ya Yanga uwezi ukasema manake imefanikia hapa eh, yani tuseme manake kumalizikia hapa eh. Yanga ishafanyika lakini, haikumalizikia mm. hapa ilienda kumalizikia Nigeria, ile hii ya mm. mm. ia, Simba inamalizikia hapa, hiyo eh, ni historia ya kipekee ujue mm. na, na, na kuelewa eh, ndio maana nasema, maana yake sijawahi kushuhudia fainali mm. ikimalizikia hapa mm. kwa sababu pale dakika ya mwisho maana yake alioshinda manake anapewa kombe lake, mm. anavaa medali mm. umeshaona eh? watu wote mnashuhudia. Kwa hiyo kwangu mi naona ni historia kubwa sana. Sasa tunaenda kushuhudia fainali dhidi ya RS Berkane pamoja na mnyama Simba ndani ya mani complex, na lipi la kuzungumza? ah mimi bado manake nitakuwa mwisho kuamini kuwa Simba anaweza akapoteza manake huo mchezo, bado nitakuwa mwisho mmm e, mpaka pale dakika 90 zitapoisha pale, ndo nitaamini sasa kuwa Simba amefungwa kweli. Mimi nasema hivi mm. Simba na uwezo wa kupindua mechi na akachukua kombe, Simba na uwezo wa kupindua mechi na kuchukua kombe yeah. Kwa hiyo unamaanisha kwamba magoli mawili aliyofungwa Simba ugenini dhidi ya RS Berkane yanaweza kurejeshwa katika mchezo huu? Kwani unataka kuniambia Simba hajai kufanya hivi, limwona amefanya kwenye hatua robo fainali dhidi ya Al Masry. Sio hapo tu eh. ameshafanya huko eh. Yani maana yake yani misimu kadhaa huko nyuma ameshafanya hivyo na sio tu kwa timu moja ameshafanya kwa timu nyingi mm. Unajiona wale Kaizer Chiefs wenyewe libaki kidogo tu mm. Kama Boko asinge piga ile penati ambayo ilikuwa imeenda sijui mpaka Simba Gala si wapi, biashara Kaizer Chiefs si ishakuwa imeisha, walikuwa wanapindua hapa hapa mm. Kwa hiyo Simba ana, ana uwezo huo wa kufanya vitu kama hivyo. Mimi huwa namwamini sana Simba katika michuano hii ya kimataifa. Kiukweli yani kabisa. Mm. Mimi ni Yanga na huwa mimi napenda kunyoka hivi moja kwa moja. Eh. Yeah. Katika michuano ya kimataifa, Simba huwa anakuwa yuko vizuri sana. Huo ni ukweli kabisa. Mtu ataupinga apinge, atautaka at, ataki hataki anautaka atataka basi. Ila ni ukweli ni huo. Na kila kitu manake sio kama manake uone. Watu wanaona. Eh. Yeah. Umeshaona misimu karibia sita sui saba mfululizo. Eh. Yeah. Anafanya vizuri. Sasa kwa nini manake mtu uwe kwa mbishi yani? Ukiwa mbishi manake utakuwa unaubishi wa asili. Kwa hiyo simba mnyama unampa nafasi kutoa kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya RS Berkane, maana yake eh e, Mwenyezi Mungu akijalia tunaweza kushuhudia Tanzania na sisi tunanyanyua kwapa juu e, Mwenyezi Mungu akijalia naamini kabisa kwa asilimia hmm, mia moja, kwa jinsi nilivyoangalia mchezo uwezekano simba kufanya vizuri upo kabisa, na hata kama akishindwa kabisa basi matuta anaweza kaamua. ukiangalia mchezo wa awali simba lifungwa dakika ya nane na dakika ya kumi na nne wasani dakika kumi na tano za kipindi cha kwanza ndo ziliamua dakika tisini za mchezo wa simba dhidi ya RS Berkane. Kuelekea mchezo huu Simba na yeye alipize kisasi kalba ya dakika ishirini tayari magoli mawili hayo yamerejeshwa, amerejeshwa, nawezekana kama wao waliweza kufanya hivyo, kwa nini wao washindwe? Unajua kilichosababisha mpaka Simba anafungua yale magoli yale e, ni yaani kulikuwa na tesheni ya wachezaji ilikuwa imewaingia, na ndio maana ukaona manake magoli ya haraka haraka yakaingia kwa haraka zaidi. Mmm, lakini baadaye walivyoweza kutulia hawakuweza uh, tena kuruhusu goli la aina yoyote. Mmm, elewa kabisa kuwa pale manake ni tension manake ilikuwa imeingia kwenye mchezo na hiyo ni kitu ambacho manake kinatokea tu. Mmm, lakini na hapa respect huo waliweza kutulia hawakuweza uh, tena ku concede goli wakawa wamefungwa hayo magoli mawili. Oh, na hapa nao. Vile vile wanaweza wakawashangaza tu ndani ya dakika 20 chuma mbili. Afu akaendelea kuwatafuta na kutafuta goli la tatu na atekezekana hata nne anakula na Simba anachukua kombe kwa mara kwa mara ya kwanza. Sasa hii mechi akishinda, wana hii na doubt tena kuhusu kombe, kombe linachukuliwa, haina doubt, yani ni moja kwa moja tu, manake watu wananyanyua kwa hapa basi. Kapteni pale Shabalala ajiandae tu kunyanyua kwa hapa, hilo tu. Kwa namna ambavyo inatizama ndani ya kikosi cha Simba, mchezaji gani ambaye unampa nafasi ya kuweza eh, kuandika historia na, na, na, kwa wino wa dhahabu kwa kuondoa eh, kwa aibu Aresibekane Amani kompleksi siku ya Jumapili tarehe ishirini na tano. Wachezaji wako wengi pale Simba wanaweza, manake wakafanya vitu vizuri, wapo wengi ukichukulia mm, kwa safu ya, ya mbele pale umeshaona eh. kwa mimi hapa kwa mimi kama mimi mimi bwana, kwa mbele pale ningeanza na uh, uh, Ngongoti e, na uhakika kabisa Ngongoti. ndio nani huyo? Ngongoti unajua wachezaji wa Simba bwana, mimi siwezi nikaa nikiwajia Ngongoti nikishaogelea manake eh. eh, Fuadi mrefu kuliko goli kila mtu anamjua. Ah, eh, unamaanisha eh, Steven Ndese Mkwara ya huyo ya, ya, ya, huyo. Unajua mimi huwa nawachanganyaga kati ya Steven Ndese Mkwara eh. na Yeshua Mtale, yaani huwa nachanganya changanya hivi, yaani ya kimajina yao. Lakini yeah. Naa namba tofauti yeah. Na, e, pamoja namba tofauti ila majina ndo yanachanganyaga. Lakini mimi nampa kabisa ni manake kama kocha anaenda kuliko sana. Ateba slow. mm. Ateba ni mzuri lakini mzuri goli mpaka alipe mgongo, aendile direct, ila yule mwala eh, yaani wanake moja kwa moja anaingia nayo anaingia nayo, yaani ni moja kwa moja, kwanza msumbufu mm. yaani msumbufu ana Mungu kampa kipaji na uwezo yani wa mm. kuchezea mpira na uwezo kukaa na mpira akasubiria wenzie waje, yaani ni mtu ambaye mimi naamini kabisa kocha angeanza naye angeanza naye eh. licha ya hilo Kamala ubora wake kuelekea mchezo so, huu nini afanye ili asifungwe magoli kama ambavyo alifungwa kule eh, nchini Moroko au kule nchini Misri kwenye hatua ya robo fainali dhidi ya Al Masry. Ah yani, Kamala, unajua siku zote kipa hata akiwa mzuri eh. Sio kama hawezi kufungwa eh. Anakuwa na mistake zake na anafungwa mm. Lakini ni kipa mzuri, ni kipa ambao manake anakupa kitu pamoja mm. manake ana matatizo yake kupitia hii mechi hii zaizi nataa sio tu Kamala tu, hii mechi ni ya kufa na kupona mm. kila mchezaji manake anatakiwa jitoe kwa asilimia mia moja umeshaona eh? mm. kwa asilimia mia moja unajua kuone mpira kuna asilimia, ukijitoa kwa asilimia chache, hiyo mechi lazima mtapoteza, ila mm. kila mchezaji akitoa ni kwa asilimia mia moja yaani manake au zaidi ya hapo, unajua hiyo mm. mechi lazima manake mtaifanya manake iwe rahisi kwa sababu kila mchezaji atatimiza majukumu yake, kila mchezaji atatimiza majukumu yake, kwa wachezaji wakijitoa asilimia mia moja. Mia moja eh, wachezaji wa Simba asilimia mia moja. Eh, yani wa Simba wakajitoa wajue kabisa kuwa ile ni mechi ya kihistoria, sio mechi ya kihistoria kwa Simba tu, ni mechi ya kihistoria kwa wachezaji wote wa Simba. Kwa hiyo kila mtu yani manake muingie kabisa kuwa manake mimi hapa manake natakiwa manake, manake nipiganie bendera ya Simba pamoja na taifa la Tanzania. Kwa nini mashabiki wa Yanga unatoa ujumbe gani kwenye nyenye mashabiki wa Yanga kuelekea mchezo? Mimi najua sisi mashabiki wa Yanga, wengine mashabiki mandazi wataona kama na magani vipi, lakini ni swala ambalo la kitaifa. Kama swala la kitaifa, wote tuungane kwa pamoja, umeshaona, tuipe support Simba, tuipe support e, eh, japo ndani ya moyo inauma, lakini ndio hivyo ishakuwa sasa ndio, yani maana yake yani, unajua yani maana yake, ndio tayari maana yake mtu ndio anawakilisha nchi na sio nchi tu, Afrika mesona mm. mm. ya ukanda wetu Afrika Mashariki na kati ni Simba mm. ndo amebaki. mm. Kwa maana hiyo lazima tu maanake tumuunge mkono, tusipomuunga mkono sisi hata Kenya atamuunga mkono, Uganda atamuunga eh. mkono, kwa hiyo ni kazi bure tu. Kwa hiyo lazima muunge mkono, tumuunge tu mkono. Ile akichukua, basi amechukua. akichukua ni sifa kwa nchi pamoja eh. sifa zinaenda kwa Simba, lakini ni sifa kwa nchi Tanzania. Unajua Tanzania, ni maanake kule duniani kule wanaandika Tanzania, klabu ya Simba imechukua ubingwa mm. awanzi Simba amechukua ubingwa, wanaanza Tanzania wanaanza Tanzania, klabu ya Simba imechukua ubingwa eh. wakafu federation mm. sioshona mm. koo, sifa kwanza inaenda kwa Tanzania kwanza. Simba ameibeba bendera ya Tanzania, kwayo tumpe sapoti eh. Bwana, nikutakie kila laheri na nikushukuru sana kwa muda wako. Asante sana ndugu mtangazaji.